Vipawa, kuna njia tatu ya kuweza kuchipua au kusaisha au kuinua vipawa vyako. Kuna watu ambao vipawa vyao vinafanya vizuri in tradition. kuna watu ambao vipawa vyao vinafanya vizuri in spirituality. na kuna watu ambao vipawa vyao vinafanya vizuri katika injili. Katika tradition, utapata ni mtu ambaye ana maruhani, yani maroho spirit guides. katika spirituality, utapata ni mtu ambaye vipawa viko ndani mwake, hahitaji roho, hahitaji any help from someone, inachipuka yeye mwenyewe. Ndiye anakuwa madhabau ya vipawa vyake, yeye mwenyewe ndiye anajiongoza, yeye mwenyewe ndiye anaongoza watu, ni for self. Anajua nikienda hivi nitaenda in the wrong, vipawa vyangu vita angamia, nikisimama hivi nitapata vipawa vyangu. Haya, kuna wale watu ambao vipawa vyao vinachipuka katika injili, kwa watu. Injili ni connected to people. Yaani, huyu ni mtu ambaye vipawa vilivyo ndani, unapata mwenye alianzisha hizi vipawa ma historia ya hizi vipawa alitatiza watu ardhini, so kwake yeye kuchipuka vipawa ama kusaisha vipawa hivi, lazima afanye kazi na watu, asaidie watu, a, a, a, apate kuhudumia watu, ndio unapata mambo yake yanakuwa sawa na ndio unapata anasaisha vipawa vyake. Mtu huyu asipohudumia watu ama kufanyia watu mema, unapata anakwama. Na katika tradition, unafanya kazi na maroho spirit guides, yani ancestral ancestor wao wako ndani mwako. Unapata huyu ni mtoto ambaye ameanza kutembea na spirits kutokea kale. Most of these people ni watu ambao wanatoka from other dimensions, obanje kama vile wanaelezea. Unapata ako na spirit guides. So huyu ni mtu ambaye anatembea katika maisha haya kuja kuenda kuvunja ama kuanzisha misingi fulani lakini most of the time huwa wa wanakuja kuvunja kitu fulani so wana, wana lazima watumie spirit guides ama maroho ancestral line, kwa sababu ni a new person ambaye ameingia katika ardhi hii so ancestors huwa wanavaa mtu, huyu anafanywa kama altar, na anapofanywa kama altar, mtu huyu huwa anafanya kazi zake kupitia spirit guides, third party, yaani maroho ancestors ambao hawakuweza kufanya kazi zao ardhini wanatembea ndani ya mtu huyu. Kumbuka nilipeana hiyo example jana, nikasema Injili imekuja kutufundisha kutoa hizo ancestors ndani ili tuweze kujisaidia na mili yetu wakiwa nje kwenye madhabahu, kujenga madhabahu nje. Lakini hawa watu ambao wanafanya into tradition huwa wako na spirit guides third party. wanafanyahua so, unapata anasikiza ndio apate kukupea jibu. Huyu ni mtu ambaye akienda kando na spirit guides wake, unapata mambo yake yanakwama. Na hawa wenye wako into spirituality ni mtu ambaye anakuja kuanzisha misingi. Spirituality is about self, ni kuhusu wewe mwenyewe. Unapata ni mtu ambaye anakuja kuanzisha misingi fulani na kuanzisha misingi fulani, hana help yoyote, hana sijui, lazima aende mali fulani ya chipuke, anaanza kuichipua kui hiyo uh, kipawa ndani mwake. Yeye ndiye mwanzilishi wa vipawa, so ni yeye mwenyewe ajiprogram, ni mimi ni hii kipawa changu nitaifanya kwa njia gani? Ndio unapata sasa akiwa katika njia fulani anakwama, akiwa katika njia fulani anapata kusawa, kwa sababu mwili wake ndio unatumika kama uh, kama njia, yaani kama kama aerial ya kumwambia ukiwa hivi hii kipawa itafanya, ukiwa hivi kipawa either atumie kipawa in dark ama in light, mwenyewe ataamua. Vile ataamua, akiamua in dark ataribu, atatatiza wengine. Akiamua in light, atajitatiza. So, anafaa kubalance. So, kuna njia tatu za kuchipua vipawa, either tradition. Na tradition utatumia maruhani, maroho, na maroho ambayo hayapo huwa yako ndani mwako, the spirits from in. Na ikiwa utatumia kama utaingia kwa injili, injili itabidi udili na watu kwa sababu katika injili you are giving back to the society. Unapata ni mtu ambaye anakuja kwambia eh, hey, una, una ni shida ni gani unaombewa hivyo, so hiyo energy yako vile umetransmute ndio unapata hela na lishe kupitia hiyo njia, so you don't have to kulipisha ama kuambia watoto wa hela no wewe unasaidia, una you are giving freely hivyo freely. Kwa sababu katika vipawa hivyo kuna makosa ambayo ilifanyika, kuna vituko lif, vilifanyikia watu, ndio maana unafaa kusafisha kwa kusaidia. Na into spirituality unaweza amua kulipisha ama unaweza amua kufanya chochote, kini utafanya na vipawa vyako, because sasa ndio umeanzisha safari, you are a new soul that anaanza safari ya kutengeneza vipawa. So jaribu kujua vipawa vyako viko saidi gani ama inaanzia wapi? Are you a new soul soul or an old soul? New soul wanakuja kuanzisha misingi, old soul wanakuja kuvunja misingi. Na kuna watu wamebeba new new soul and old soul, new soul and and old old soul, ni balanced energy, ni mtu ambaye anakuja kuvunja misingi na kuanzisha misingi. Je, vipawa vyako vinachipokea wapi? Ikiwa unahitaji kujua sana, jaribu kuangalia familia yenu, vifungo vilivyo ndani chipua, ama jaribu kuangalia budget, na mimi nasoma budget. ama uja ukonsulti niambia dada, mimi sijui ninaanzia wapi, nimefika hatua hii. Ukitaji huduma zangu, malipo ipo kwenye profile na huduma zangu pia ziko kwenye profile. Namba yangu iko kwenye profile, nitafute, tutasaidiana. Eh, hope mmenielewa vyema.